Mungu. Lakini pili, kwa niaba, sikiliza maneno yangu, mimi ni mafupi sana. Sisi kama waratibu wa kampeni za uchaguzi kupitia chama chetu, kazi yetu ni kuangalia mambo yanavyokwenda katika kanda tuliyopewa, hii kanda ya Mashariki ya mkoa wa Pwani, mkoa wa Tanga na mkoa wa Morogoro, tukuhakikishie kwa namna ambavyo tumepita na kuratibu na kuona, niwaambie waratibu wa kanda nyingine, nimewaona katika maeneo mbalimbali. Nimemwona Dr. Bashiru, katibu wetu mkuu mstaafu, nimemwona mzee wangu Agrey Mwanri, wakijisifu kwamba kwamba wao kanda zao zitaongoza. Mimi niwaambie tu, sisi kanda ya Mashariki, wakati wao wanataka kwenda kuanza kuongoza sisi tunakwenda kutetea rekodi yetu kwa sababu tulishafanya hivyo kwenye chaguzi kuu zilizopita mwaka 2020 na 2015 na nyinginezo. Kwa hiyo hata kwenye uchaguzi wa mwaka huu 2025, ndugu mgombea, nikuhakikishie kanda ya mashariki ya mkoa wa Tanga, Pwani na Morogoro itaongoza kwa idadi ya kura zako kuliko kanda nyingine yote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hayo ni kwa sababu ya yale ambayo wagombea ya wetu wameyazungumza. Wananchi wa Tanzania, wananchi wa kanda hii ya mashariki ni mashahidi kwa yale ambayo umeyafanya. Hivyo tukuhakishie, zikiwa zimebaki siku chache sana kuelekea uchaguzi mkuu, niwaombe wananchi wenzangu wa kanda hii ya mashariki, leo tuko Pwani, lakini wanamorogoro wanatusikia, wana tanga wanatusikia ahadi tuliyoiweka kwa pamoja tuhakikishe tunakwenda kumheshimisha daktari Samia Suluhu Hassan mwisho tunayo maneno tunayosema oktoba tuna hebu <tune> nionyesheni kidogo oktoba tuna <tune> tuwe na tahadhari moja nimeona hapo mshari bukura ukisema oktoba tuna tiki maana yake jitiki hilo limevuka nje ya kiboksi tia tiki yako kwa madaha oktoba tuna tiki kiasi tu asanteni kidumu chama cha mapinduzi Sisi oye yeah! Sasa niombe nimkaribishe Mario kwa burudani kwa dakika moja na Harmonize kwa dakika moja wanamkuranga, empeperusha kila ulichoshika juu namna hii, zungusha juu uwanja mzima, kila tulichoshika mikononi Dr. Samia oye yeah! Mario karibu kwa ajili ya burudani fupi. Harmonize ujiandae pia kwa burudani fupi.